Katika hali isiyokuwa ya kawaida mikoko iliyopo Kijichi, eneo ambalo Mto Mzinga unaingia Bahari ya Hindi, wilayani Temeke jijini Dar es Salaam imekauka. Ingawa ukubwa wa eneo lililoathiriwa haujatambulika, uchunguzi umebaini maeneo mengi pembezoni mwa mto huo yenye uoto wa mikoko yameathirika. Siyo mikoko pekee iliyokauka, katika baadhi ya maeneo huwezi kuona uoto, viumbe wa majini kama vile kaa vyura na ndege hivyo kuashiria athari za kimazingira. Mtaalamu wa mazingira kutoka Ofisi ya Makamu wa Rais, muungano na Mazingira, Julius Moshi anaeleza kuwa mikoko ambayo huota katika makutano ya maji chumvi na maji baridi, husaidia kulinda mazalia ya viumbe hai wa majini, kuzuia mmomonyoko wa fukwe ya bahari na kupunguza ukubwa wa mawimbi. Kwa mujibu wa Moshi, anasema kukauka kwa miti hiyo kuna athiri mazalia ya samaki na viumbe wengine, kuchochea mmomonyoko wa fukwe, mafuriko, kuru ya kuruhusu mawimbi ya bahari yapige kwa ukubwa unaoweza kuhatarisha maisha ya wananchi. Licha ya faida hizo, utafiti wa chuo kikuu cha Umoja wa Mataifa UNU na Taasisi ya Mazingira na Usalama wa Binadamu wa mwaka elfu mbili na ishirini unaonyesha misitu ya mikoko ina ufanisi zaidi katika kuondoa hewa ya ukaa, hivyo kupunguza athari za mabadiliko ya tabia ya nchi. Kwa sababu ya umuhimu wa misitu hiyo, Serikali inaandaa mkakati wa kitaifa wa usimamizi wa mikoko unaotarajiwa kuzinduliwa Julai 2025. Wakati wananchi eneo la Kijichi waliozungumza na Mwananchi wanasema kumwagika kwa mafuta baada ya kupasuka bomba la mafuta la Tanzania na Zambia Tazama mwaka 2024 ni sababu ya mikoko kukauka, Tazama imekanusha kuhusu mafuta hayo kuwa ni chanzo cha kukauka kwa mikoko eneo hilo. Hata hivyo, Tazama inakiri mafuta kumwagika lakini inasema haihusiki kukauka kwa mikoko, kwani mafuta yaliyomwagika yaliondolewa. Pia inaeleza hakuna tafiti inayoonyesha moja kwa moja kama kukauka kwa miti hiyo chanzo chake ni mafuta ya Tazama. Kwa undani wa hili, fuatilia zaidi kwenye makala hii, baki nasi.